Simba, Simba timu kubwa ina wachezaji wengi wakubwa na walimu wakubwa. Kwa hiyo imani yangu mimi namna mambo kwenye mazoezi ambayo tumemaliza leo session yetu ya asubuhi naamini kabisa kesho utafanya vizuri kwa mchezo wa kesho kwa sababu na sisi tunataka vile vile pamoja kwamba tuko tumeshika lakini wachezaji wetu wanahitaji kutoka hapa kwenda mbele. Ah, niseme siwezi kusema kama kuna kitu kimetufurahisha sana babu, matokyo, tumengil, kumabu, kwa sababu utaona matokeo yetu mengi yalikuwa magofu. Kwa hivyo sisi kwa pande yetu tukufurahia kwenye matokeo ambayo

Kanuni zinasemaje? Kanuni zinasema tunaweza kutumia wachezaji watano nafikiri wa under 20. Kwa hiyo naamini, wale huwezi kusema wachezaji wengi. Na wachezaji wetu sisi tumekuja wachezaji ishirini hapa. Kwa hiyo utaona wachezaji watano, wachezaji watano na wachezaji ishirini wa wachezaji wengi wetu. Kwa hivyo imani yangu kwamba tuna wachezaji wetu wa kutosha kusimama kwenye mchezo kesho. Na sisi kama wachezaji tuko vizuri tushafika, Tabora hapa tukapokewa vizuri na mashabiki wa Tabora, kikosi chiko vizuri mwalimu, washamaliza leo senya leo mwalimu. Mazuzini ya leo kushatuyewesha wa, wa mwalimu, sisi tuko tayari kukabiliana na Simba kesho mm -hmm. Na sisi vile vile sio kusema game ni game na kubwa game, game, eh, game, sio game, game ngumu kwa upande wa Simba because na sisi because watu wanaona tunashuka daraja sio kusema because tunashuka daraja tunapambana mpaka mpaka mwishoni. Mimi kwa upande wa kuongea timu bekause hakuna hakuna mtu anapendwa kufunga, so Simba vasikali kama hivi game, na game nyepesi so nye Mwenyezi Mungu akijalia mpira mpila wa makosa <coughs>